gani ambavyo alikuwa anaweza ku, ku take risk kwamba bwana, kujaribu vitu vipya, kutoa chansi kwa vijana kama alivyonipa mimi chansi, kwa kunipa fursa ya kufanya naye ile nyimbo ambayo mpaka leo wewe unaona imepigwa tu hapa, kila mtu ni kama anaikumbuka eh, kwa uzito wake. Kwa huyo ndo alikuwa Mzee King Kiki. Alikuwa very friendly, alikuwa mtu anajali, anapenda kushirikisha regardless kama walivyosema watu wengi umaarufu wake watu. Unajua, tatizo la bongo hatutengenezi historia, hatuhifadhi historia. Lakini kama ifa, historia zingekuwa zinahifadhiwa vizuri na kushare na public, eh, Mzee King Kiki ni kama eh, Tunavyosema sijui ni Michael Jackson wa wakati huo Mzee King Kiki katika historia yake ndio msanii wa kwanza Bongo kutembelea gari la kifahari Mercedes Benz. Hiyo alinipa stori yeye mwenyewe tukiwa studio, e, na hiyo ilitokana na nini kununuliwa kutoka McQuiz Original kwenda OSS Orchestra Safari Sound. Kulikuwa na tajiri huyo, alikuwepo hapa, naona ametajwa leo Hugo Kisima mtoa kule na kumleta kwenye bendi yake mpya aliyoanzisha, akampiga na gari ya kifahari Mercedes Benz, Mercedes Benz, brand new. Kwa hiyo huyu ndio King Kiki ambaye watu hawamfahamu na ni msanii ambaye eh, almost ni sisi wengine tunafuata amna mbwembwe, sijui la, lazima ukiwa msanii sijui ufanye hivi usuke sijui ufanye hivi, it's not bad kusuka fashion, lakini Kiki ni kama vile unamwona kwamba alikuwa kwa mwonekano usanii wake haukuhusiana na mwonekano wake. Usanii wake ulitokana na sanaa yake, kipaji chake, uwezo wake.